Ilia, ihani, na tunashukuru kwa wao kutembelea ile kitu, fanyia kazi nzuri si ndio? Na hatuwezi tuka jaji, karibuni <laughs> wageni wetu hawa, ni watu wa area ayo wamekuja fu... e, e, hili eneo la kati, kwa kizungu ninaitwa Regional Police Commander, so niko hapa na usituite, si kwa namna nani. Eh, so nitajitambulisha alafu pia tuanze na na watu wa idara ya polisi wajitambulishe, and then kutoka hapo tuendelee na maongezi moja mbili. Kwa zozayati kuna watu tofauti tofauti, na hivyo tunasikia vibaya kwa hiyo kitendo, na mimi naa na hicho kitendo, na tunamuombea an <coughs> na mama. Uh, <coughs> si wacha sisi tuondoke kidogo. Eh, wacha tutembee tuko pamoja. Mimi

fairly and without compromise on, on behalf of inspector general of national police service mr douglas Kanja, we are here not just as police officers but as a fellow kenyan to offer you our sympathy to stand with you and to say that we feel your pain and we share in your difficulties at such a time we are part of the communities we serve and when one of us is hurt, all of us are affected wako na bill kwa sasa imefika one million. Huyo kijana ndio alikuwa tegeme wa hii familia na hiyo bill. Hii familia na wenyeji wa hii eneo, mahali huyo kijana anatoka, hiyo bill hatuwezi kulipa kwa sababu hatuna uwezo. So serikali tunamwomba, tunajua bill itaendelea kuongezeka venye hadi kupata mati, matibabu.